Karibu tena. Wahudumu wa afya chini ya mpango wa UHC wameendelea na maandamano yao kushinikiza serikali ya kitaifa kuwapa kandarasi za kudumu kabla ya kuhamishwa kwa serikali za kaunti. Wahudumu hao wameishtumu wizara ya afya kwa ubaguzi baada ya kutatua mgogoro wa madaktari na kuacha kando wahudumu hao zaidi ya elfu nane. Emily Chebet ana mengi zaidi. Yamekuwa maandamano baada ya maandamano kwa wahudumu hao wa afya chini ya mpango wa UHC ambao walipewa kandarasi ya miaka mitatu mwaka 2020 na ahadi ya kuandikwa kazi miaka mitano. Mambo hayajabadilika. Wahudumu hao wamelalamikia kile wanasema ni ubaguzi na kutumiwa vibaya na wizara ya afya. The doctors got P&P and they are comfortably working. So the problem that we have is the people that are advising the CS to discriminate us against the doctors. Jana na juzi tumelala hapa pesa kidogo 4.5 billion, wana wana wana they require 4, wana renovate wana renovate uh, state yes. uh, uh, uh, house, Bomas of Kenya na UHC inahitaji hela kidogo sana, alafu waziri anatuambia sisi Bunge, sisi hatutaenda Bunge na tunakuambia waziri Duale, hiyo sio kazi ya unions. Kazi ya unions, kazi yetu ni kutetea watu wetu. Wewe fanya bajeti yako. Wahudumu hao ambao wamekuwa kwenye mgomo kuanzia Januari mwaka huu wameapa kuendelea hadi pale matakwa yao yatakapotatuliwa. You can actually feel very uncomfortable especially a principal secretary who has been a union leader purporting to call over strike for an issue that has not been addressed that is the how low we have gone. He knows very well that he, whatever is doing is wrong and he wanted to set the leaders against their members. Tutabaki barabarani, hatutawahi rudi kazi na hili tumeamua, tutabaki Nairobi hii. Jana tulikuwa hapa na leo tuko hapa na tuko tayari hata kulala hapa na tutakaa hapa wiki mzima, ili mradi kile ambacho tunapigania kiwe kitakuwa kiko sawa. Viongozi wa miungano ya wahudumu hawa wamewakashifu maafisa wa polisi kwa kutumia nguvu wakati wa maandamano na kupelekea wengi kujeruhiwa. Wamemtaka afisa mkuu wa polisi kuomba msamaha. Emily Chebet, runinga yo Citizen.